Je, yeah. Ushawahi kulala pembeni ya mtu unayempenda kwa miaka kumi kisha ukagundua kuwa kila tabasamu lake lilikuwa ni mtego, kila busu lake lilikuwa ni sehemu ya mpango wa kukuua. Jina langu ni Elias. Nilidhani nimeacha maisha ya kijeshi ili kuwa baba na mume bora, lakini usiku mmoja simu moja ya siri iliyonionyesha kuwa mke wangu Sara hakuwa mwanamke niliyemwoa. Alikuwa kiongozi wa genge ambalo lilikuwa likinisaka kwa miaka mitano. Kutoka kwenye usaliti wa kitandani, mapambano ya risasi, hadi mlipuko wa hatari kwenye machimbo ya Kiwira, hii ni safari ya mtu mmoja anayeamua kuwa kivuli ili kulinda damu yake. Karibu kwenye simulizi ya Kivuli cha Agano. Leo nakuletea kisasi hiki kuanzia sehemu ya kwanza hadi hitimisho lake la kishindo. Kama ni mgeni hapa, bonyeza subscribe sasa hivi. Keti tayari, maana safari hii haina breki.